Uh, kwanza ni heshima kubwa kupata nafasi ya kutana na Mheshimiwa Waziri na tumeitikia wito. Ndio kama unavyoniona. Waziri ah, wa michezo akifika kwenye kwenyeote pale ulimwenguni unapoifuatilia Rick Media. Mimi ni Sostenes Ndunguru, nyuma ya kamera yuko Juma Koba. Tunazungumza kutoka uwanja wa Benjamin Mkapa ambapo zipo ofisi za BMT. Jambo ambalo limetuleta hapa ni moja tu. Tunakuja kukuletea taarifa kuelekea kikao cha e, waziri e, wa michezo pamoja na e, wadau wa soka nikimaanisha kutoka Young Africans, kutoka Simba, lakini pia e, mamlaka ya soka Tanzania TFF na bodi ya ligi. Wako hapa kwa ajili ya kujadili hatma ya dabi ya Kariako ambayo iliahirishwa Machi nane mwaka huu. Uh, kwanza ni heshima kubwa kupata kupa, nafasi ya kutana na mheshimiwa waziri na tumeitikia wito kifanyikia Dodoma baadaye maelekezo maelekezo kitafanyika hapa kwa hiyo, tumekuja kusikiliza yale ambayo mheshimiwa waziri ametutia. Kama ambavyo unashuhudia hapa, unashuhudia magari mbalimbali ambayo yameshawasili hapa. Haya ni magari ya viongozi e, kutoka bodi ya ligi kutoka e, TFF lakini Yanga Simba, lakini pia e, waziri mwenye dhamana tayari ameshawasili hapa kwa ajili ya e, kujadili hili sakata zito kweli kweli. Waziri wa michezo akifika kwenye <coughs> <coughs> Sawa, ndio ameingia, na, uh, sakata ambalo uh, limetanda uh, vichwani mwa watu hivi karibuni wakijadili hatima ya dabi ya Kariakoo. Young Africans anasema hayuko tayari uh, kucheza dabi ile ambayo iliahirishwa tarehe nane lakini mamlaka za soka zinasema uh, zinafanya mchakato wa kutangaza tarehe mpya uh, ambayo uh, hawa mafahari wawili Simba na Yanga watakutana kwa ajili uh, ya kuicheza tena dabi ya Kariakoo. Ndio kama unavyoniona. Mimi niko hapa kwa ajili ya kuhakikisha na kusogezea kila kitu ambacho kitatokea hapa tayari. Uh, Young Africans wameshawasili hapa, na nikwambie tu simu hizi zote mbili hawakai kikao hicho kwa pamoja. Wameanza Young Africans ambao wao mapema kabisa walishawasili hapa na tayari wameshaingia ndani, uh, kwenye ofisi za BMT kwa ajili ya kwenda kukaa kikao na uh, wizara uh, ya michezo chini ya waziri Profesa Paramagamba Kabudi. Baada ya Young Africans kutamatika, Simba ratiba yao inaonyesha watawasili saa saba hapa kwa ajili ya kukaa kikao na wiz, uh, waziri wa mwenye dhamana kwenye wizara ya michezo. Mimi niko hapa kuhakikisha tunakusogezea kila kitu. Rais wa Young Africans ameshawasili hapa na ameshazungumza uh, kwa kifupi nini ambacho kinaweza kinaenda ku, uh, kujadiliwa huko, lakini pia wajumbe wa kamati ya tendaji ya Young Africans Alex Ngai, Muniri Saidi wote wameshawasili hapa kuhakikisha uh, wanakwenda kuhudhuria kikao hicho. Twende sawa, Tazama namna ambavyo viongozi hao walivyokuwa wanawasili hapa, nasikiliza neno kidogo, kile ambacho wamekizungumza, eh, wakati wanakiwa, wanawasili hapa hawa ni viongozi wa Yanga Africans lakini baadaye viongozi wa Simba watawasili hapa kwa ajili ya uh, kwenda pia kukaa kikao na waziri uh, wa michezo kama ambavyo nimekuambia. Rick Media popote pale ulipo limwengune una, unaipata vizuri kabisa kiganjani mwako. Kwa Instagram tunasomeka kama Rick Media TZ. Karibu twende. Sawa, tutazame tu haya ambayo yanaendelea na, ya hapa kwenye liba la Benjamin Mkapa uh, kwenye ofisi ya BMT. Twende sawa. Gari inayoingia hivi sasa ni gari ya engineer Hersi Said akiwa pamoja na makamu Arafat Haji kwa ajili ya kusubiri shauri hili.

Uh, kwanza ni heshima kubwa kupata nafasi ya kutana na mheshimiwa waziri na tumeitikia wito kikao kilichokuwa kifanyikia Dodoma, baadaye tukapewa maelekezo kitafanyika hapa. Kwa hiyo tumekuja kusikiliza yale ambayo mheshimiwa waziri ametuitia. Kwa hiyo nafikiri itakuwa ni siku nzuri, baada ya kutoka kwenye kikao, kama kutoka kuna sababu ya kuzungumza, basi tutazungumza, lakini tumeitikia wito wa serikali, tumeitikia wito wa mheshimiwa waziri, naamini kutoka kuna mambo mazuri. Huyo ni Andrew Mtine. Uh, kiongozi wa Slam Africans CEO Andrew Mtine yuko hapo pia. <laughs> okay, <laughs>

Mashabiki wa Yanga watarajia nini? I have no comment for now. Yeah. Until... Mguto akiwa amewasili ndio kama unavyoniona watazamaji wa PMTV tayari viongozi mbalimbali wameshaanza kuripoti hapa katika e, uwanja wa Mkapa kwa e, ajili ya kikao maalumu e, cha Yanga e, pamoja na TFF na bodi ya ligi. Ambaye ameshuka hapo ni brother Munir e, mjumbe wakamati ya utendaji Yanga yuko hapo e, Munir Said akiwa ameshuka e, kwenye gari tayari kwa ajili ya kuingia e, ndani e, kwa ajili ya kikao hicho. ini mwingine wa utendaji ni huyu hapa naam, huyu ni Andrew Mtine. Uh, kiongozi wa Young Africans CEO Andre Mtine yuko hapo pia. <laughs> <laughs>

Mashabiki wa Yanga watarajia nini? I have no comment for now. Yeah. Until...